Ukiona watu wanatoka mashimoni Dodoma, Dodoma, Dodoma. Kanisa la Ufufuo na Uzima chini ya mtumishi wa Mungu Askofu Josephat Gwajima, ni lopo Chamwino Ikulu Dodoma, ina kualika wewe mkazi wa Dodoma na viunga vyake katika mkutano mkubwa utakaofanyika njia panda ya Chamwino almaarufu kama parking ya kwanza. Mkutano huu utaanza tarehe 30 mwezi wa 4 siku ya Jumatano na kumalizika siku ya Ijumaa tarehe 2 mwezi wa tano. katika kuhitimisha mkutano huu kutakuwa na mkesha mkubwa wa kusifu na kuabudu siku ya Ijumaa. Mahali ni pale pale njia panda ya Chamwino Ikulu. Ni siku tatu za miujiza na maajabu. Wagonjwa na wenye shida mbalimbali mbali wataombewa. Njoo wewe na familia yako rafiki yako na jirani yako Usipende ulie, usilie, saa imetimia. Mwambie mwenzako saa imetimia. Mkutano huu utaongozwa na neno kutoka katika kitabu cha Isaya sura ya 42 mstari wa 22, nao unasema: lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Mkutano huu umeandaliwa na kanisa la Ufufuo na Uzima Chamwino linaloongozwa na mtumishi wa Mungu Livingstone James. Usikiapo tangazo hili mjulishe na mwenzako mwisho, mwisho wa mambo yote umekaribia, tuwe na akili tukeshe katika kusali tukeshe, katika sala tukeshe.